Mheshimiwa Rais na taifa letu wamemwamini kuhakikisha yeye anakimbia pamoja na vijana wenzie ndani ya taifa letu, na huyu si mwingine bali ni Comrade Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 na yeye anatokea katika mkoa wa Kaskazini Unguja. Kiongozi, karibu sana, wananchi hawa wako tayari kukusikiliza uzungumze nao, wape salamu ambazo Mheshimiwa Rais amekutuma ndani ya taifa letu. Na sisi sote tupo tayari kuzipokea kuzipokea. Karibu. euru oye, Dr Samia oye, wana Moshi oye, mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi tutainga kama noma, kama mbwai hapo vipi? Wakimwaga mboga, apigwe adui, apigwe Amigwe. Apigwe adui wa mwingo uhuru, apigwe Amigwe. Apigwe adui wa Daktari Samia, apigwe Amigwe. Viva vijana viva, viva vijana viva. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya hii ya Moshi, kaka yangu, rafiki yangu Godfrey Eliakimu Mzava, lakini pia mwandamizi wetu, wetu wa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2024 ndugu wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya wakiongozwa na katibu tawala wetu wa wilaya hii ya Moshi, ndugu viongozi wa vyama vya kisiasa mliopo hapa mkiongozwa na katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii ya Moshi DC pamoja na viongozi wa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, nimemwona katibu wetu wa idara ya itikadi siasa na uenezi na mafunzo, lakini pia natambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa wilaya hii ya Moshi DC pamoja na katibu wetu wa umoja wa kinamama wa wilaya hii ya Moshi DC pamoja na viongozi wa jumuiya ya wazazi mliopo, ndugu watumishi na wakuu wa idara mbalimbali -mbali kutokea ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na halmashauri yetu ya Moshi DC, ndugu waheshimiwa madiwani nyote wastaafu mliopo hapa, ndugu mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa madiwani, ndugu wananchi wenzangu, vijana wetu wa skauti, ndugu vijana wa hamasa, wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu aleikum Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na kuweza kutukutanisha katika viwanja hivi tukiwa katika hali ya uzima na amani. Lakini kipekee ni kushukuru wewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wasaidizi wako wote kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umeifanya siku ya leo. Kwa kweli, mwenge huo uhuru umekimbizwa ndani ya Moshi DC. Kuanzia muda wa saa mbili na nusu asubuhi hadi muda huu kuweza kufika katika viwanja hivi. Kipekee ni washukuru sana ndugu wananchi wote tuliokuwa tunakutana nao katika maeneo mbalimbali, kwa sababu walikuwa na uzalendo wa hali ya juu siku ya leo, walikuwa na ukarimu wa hali ya juu siku ya leo, walikuwa na bashasha ya kutosha juu ya kujionea na mapokezi ya mwenge wa uhuru katika maeneo yote ambayo mwenge wa uhuru tuliokimiza katika miradi mbalimbali. Ndugu zangu wananchi kiukweli ndani ya viwanja hivi tulitakiwa kufanya mambo manne yafuatayo, ambayo mawili mpaka sasa mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshakamilisha, na kabla ya kuendelea na ratiba hiyo, kipekee naomba tumpigieni makofi mengi sana mkuu wetu wa wilaya. Mkuu <laughs> wa wilaya oye! Jambo la kwanza, kwa kweli tunampongeza kwanza kwa uwasilishaji mzuri wa risala ya utii, ambayo risala hiyo ilisomwa na katibu tawala wetu wa wilaya hii. Kwa kweli tunamshukuru katibu wetu kwa kusoma risala ile kwa ufasaha, kwa uweledi na kwa msisitizo wa hali ya juu. Na sisi kama wakimiza mwenge wa uhuru, mimi kwa niaba ya wenzangu, nilikiri kupokea risala hiyo, na mimi niendelee kuahidi, ndugu zangu wananchi, kwamba kama nilivyoipokea risala ile nitaenda kumkabidhi Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo la pili ni so swala zima la utambulisho viongozi wa viongozi mbalimbali. Kiukweli niendelee kukupongeza mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa utambulisho mzuri wa viongozi waliopo katika eneo hili, lakini pia jambo la faraja siku ya leo, nami niungane na wewe kwa kuwashukuru wakimiza mwenge wa uhuru wa waliopita kwa miaka mbalimbali. Tumewaona hapa wakimiza mwenge wa uhuru wa mwaka 2023 lakini pia tumewaona wakimiza mwenge wa uhuru wa mwaka 2024 ambao wewe ulikuwa ni miongoni mwa viongozi hao. Naomba tuwapigieni makofi mengi sana waandamizi wetu lakini pia jambo la tatu ndugu zangu, ni swala zima la kuwasilisha ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 25 kwa ufasaha, ili kila mmoja wetu aliyepo ndani ya viwanja hivi kabla ya kuanza shughuli yoyote ya mkesha, basi tuwe tayari tumeshawasilisha ujumbe huo, ili wananchi mwelewe kwamba kwamba kweli mwaka huu mwenge wa uhuru umeendelea kukimbizwa na ukiwa unahamasisha amani, upendo na ushirikiano. Lakini baada ya ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru jambo la nne na la mwisho itakalobakia ni swala zima la kutoa shukrani zetu za dhati kama wakimiza mwenge wa uhuru kitaifa, pamoja na kuambia zile salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan ambazo ametutuma tuwafikishie wana Moshi DC, ili nanyi mwendelee kuishi nazo salamu hizo na mwende mtakatekeleze majukumu ambayo yeye kama kiongozi wetu, kama mama yetu, kama mlezi wetu, anahitaji kuona wananchi wote wa wilaya ya Moshi DC wanaenda kutimiza wajibu huo na malengo juu ya salamu hizo ambazo tutazifikisha muda sio msupi. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, ningewaomba kwa siku ya leo kwamba mimi pamoja na wakimbiza mwenge wa uhuru wenzangu, jumla yetu tupo sita, ambao sote tuna uwezo wa kutoa ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa ufasaha na wananchi wakatuelewa juu ya kazi ambayo tumeletewa ndani ya taifa hili. Ningewaomba kwanza niwaletee ndugu yenu Pili, niwaletee rafiki yenu; tatu, niwaletee mtoto wenu; na nne, sina shaka na ukimbizaji wa mwenge mzuri wa hali ya leo. Siwezi kuwa na shaka hii kwenye hili, huenda akawa pia shemegi yenu. Siku ya leo mwenge wa uhuru oye, oye. Dkt. Samia oye. Oye, na siyo mwengine, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ni swahiba wangu lakini pia ni kipenzi changu ambaye kwa kweli ananishauri mambo mengi na ya msingi, pamoja na wenzake wote. Ni kaka yangu Ahmada Hamisi Ahmada anayetokea mkoa wa Kaskazini Pemba. Ingekuomba uje hapa uwasilishi ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kama walivyoelekezwa na Daktari Samia Suluhu Hasan. Kaka Mada oye, oye! Kaka Mada safi Kaka Mmada, bomba sibomba? Anameremeta ameremeti? Ana amependeza ame hajapendeza ame, naomba tumpigie makofi mengi sana kaka yetu a Mmada.